Rasilimali na programu za chakula kwa watu wote. Hakuna mtu yeyote anayepaswa kuwa na wasiwasi kuhusu uwezo wa kuwa na chakula cha kutosha. Kuna mipango na rasilimali nyingi za chakula zinazoweza kutusaidia sote inapohitajika. Jimbo la Vermont lina mtandao wa mradi uitwao Food Shelves na Pantries katika maeneo mbalimbali mbali. Hizi kwa kawaida hupatikana katika makanisa au vituo vya jamii na hutoa vyakula vya bure kama mboga mbichi, nyama, na bidhaa nyingine za nyumbani, kwa watu wanaoishi katika maeneo yao. Pia, kuna maeneo yanayotoa chakula cha bure cha kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni katika vituo mbalimbali vya jamii. Unachohitaji ni kufika kule na kufurahia chakula! Huduma hizi zinapatikana kwa kila mtu, bila haja ya usajili au kuonyesha kitambulisho. Kwa wanawake wajawazito na walezi wa watoto walio chini ya miaka mitano, kuna mpango uitwao WIC unaotoa chakula, elimu ya lishe, msaada wa kunyonyesha na rufaa za kijamii. Kwa watu wenye umri wa miaka 60 au zaidi, kuna mpango mwingine uitwao Commodity Supplemental Food Program, au kwa lugha ya Kiswahili mpango wa chakula cha ziada cha bidhaa, wanaopeana boksi la chakula bure kila mwezi lenye bidhaa kama mchele, tambi, maharagwe, mboga za makopo na vinginevyo. Mpango uitwao Meals on Wheels hutoa chakula kilichopikwa nyumbani na msaada wa kununua vyakula kwa watu wazima ambao ni wazee au wenye ulemavu wa muda mfupi au muda mrefu. Kwa wanafunzi wote wanaohudhuria shule za umma za Vermont, kifungua kinywa na chakula cha mchana hutolewa bure kwa mujibu wa Universal School Meals Law, au kwa lugha ya Kiswahili, sheria ya chakula ya shule kwa wote. Watoto pia hupatiwa vitafunio wakati wa siku bila malipo yoyote. Mwishowe, huenda ushasikia kuhusu Three Squares Vermont, pia hujulikana kama SNAP. Mpango huu unatoa fedha za kununua chakula kwenye maduka makuu na masoko ya wakulima katika jimbo lote la Vermont. Fedha hizi huwekwa kila mwezi kwenye kadi inayofanana na kadi ya benki inayojulikana kama EBT card. Unaweza kuongeza thamani ya fedha zako unapoitumia kwenye masoko ya wakulima kupitia mpango wa Crop Cash. Kwa sababu ya mabadiliko ya sheria ya shirikisho, SNAP kwa wakimbizi, waomba hifadhi, na makundi mengine ya uhamiaji wa kibinadamu itasisitishwa kuanzia tarehe moja mwezi wa kumi, Oktoba 2025 hapa Vermont. Hii inamaanisha makundi haya hayastahili tena, na washiriki walioko kwenye makundi haya watasitishwa msaada baada ya tarehe hiyo. Hata hivyo, watoto au wanafamilia wengine bado wanaweza kustahili hata kama wazazi wao hawatastahili kupokea msaada tena. Kwa habari zaidi kuhusu rasilimali na mipango hii Tafadhali piga simu nambari 211, mwambie mfanyikazi lugha yako, ili uunganishwe na mkalimani. Kwa habari zaidi kuhusu 3 Squares Vermont, piga simu 1 855 247 3092, mwambie mfanyikazi lugha yako, ili uunganishwe na mkalimani. Unaweza pia kutembelea tovuti ifuatayo, yani www.vermontfoodhelp.com. Ujumbe huu umefadhiliwa kwa sehemu na USDA. Taasisi hii hutoa huduma kwa usawa na bila ubaguzi.